msimu wa Safari Field Challenge kwa mwaka elfu mbili ishirini na tano ikiwa ni takriban miaka kumi sasa tangu kuanza uh, kwa taasisi hii ambayo imekuwa ikiangalia zaidi uh, ubora wa waongoza watalii na namna pia ambavyo wamekuwa wakifanya shughuli zao, lakini wakiwa na mchango mkubwa hasa katika masuala ya utalii. Na kwa kuwa tulitoka kuzungumzia utalii uh, waongoza watalii wana nafasi kubwa katika kusaidia uh, utalii kuwa imara zaidi, na mchakato tayari umekusha anza kwa uh, shindano la mwaka huu elfu mbili ishirini na tano, tutafahamu umefikia wapi na tutafahamu pia washiriki ni kina nani hapo baadaye. Hapa studioni tunaye Moses Njole ambaye ni jaji mkuu na mwenyekiti pia wa taasisi hii. Karibu sana Moses, karibu sana Mheshimiwa jaji mkuu <laughs> tunaye <laughs> pia Salehe Seif ambaye ni meneja mradi. Karibu sana Meneja karibu sana. Haya mashati nami napataje? Lazima tukupatia. Tuongelea hapa bwana, kuhusiana na utalii, na watu muhimu sana pia ambao wanasaidia wana utalii kukua kwa kiasi kikubwa ni waongoza watalii, kwa sababu wao moja kwa moja wanazungumza na watalii wenyewe na kuwasaidia utafsiri kile ambacho anaona hmm, na hata ile experience. Imagine ungekuwa unaenda kutalii afu hakuna mtu anayekuongoza utalii. Unaambiwa tu haya ingia. Unaona vitu hata kuwa kumuliza hii kini nini huna. Kwa hiyo ni watu muhimu sana kwenye sekta kabisa. Na hapa unaweza ukapita mti fulani, wewe ukajua ni mti tu, kumbe huo mti una historia kubwa na ukaupita kwa sababu hakuna mtu akueleza kabisa. Kwanza kwanza, tuambie kuhusiana na upekee wa muongoza utalii na mcha Asante. Ya mwongoza utalii mimi kama ni vitani mm. namfananisha na yule askari ambaye yuko mbele mbele uh, mstari wa mbele kabisa wa vita, kwa sababu mtalii ndio amini, mwongoza utalii ndio anakaa na mtalii kwa muda wa asilimia tisini na tano ya muda wao wakiwa hapa Tanzania. mm. Na kama unavyojua utalii huwa tunanunua nasema experience, tofauti na simu. Simu ukienda unapata product ambayo iko tangible. Unajua? ahii mm -hmm. Kwenye utalii tunanunua experience. Kwa hiyo sasa, ili upate experience nzuri au experience mbaya itategemeana ni muongoza utalii wa namna gani ambaye, ambaye unaye namna kitu kibaya kama kupata bad experience, sababu experience inakaa na wewe maisha yako yote. Kila ukikumbuka unasema Tanzania, siwezi kurudi pale. Lakini kama nilimpata guide mzuri akanipa ile experience nzuri ile, wow nikumbuka Tanzania na mkumbuka fulani. Unajua? Namanaju. Kwa hiyo hiyo ndio essence ya muongoza utalii imekuwa e, ni miaka mm -hmm. kumi sasa yeah. ya taasisi hii na mmekuwa mkifanya endelevu uh, mashindano haya mashindano hili la muongoza utalii bora mm -hmm. kwa mwaka huu mambo yakoje ama ya yamekuwaje, pia katika kipindi chote ambacho mmekuwa mkiendesha shindano hili? Yeah, mimi labda nianze kidogo nijaribu kumlinki muongoza utalii na mafanikio ya utalii kwa Tanzania mm -hmm. Alafu taongelea process nzima ilivyokuwa, then manager hapa atatuambia kwa summary, kwa sababu unajua juzi, kama mnakumbuka, kulikuwa kuna ile kampeni, team, ya t mia tano na sita USD, unakumbuka ile mkuu au? hmm. hmm. yeah, ile ni kwamba tunataka watalii milioni tano lakini tumeshafika 5.3 tunataka US dollar bilioni sita hatujafikia bado, lakini bado 2025 ndo imeanza, kwa hiyo tutafikia mm. na tumepata awards nyingi sana kama nchi mm. kuna awards nyingi sana wamezorozesha kwamba ni the wild leading safari destination ya mwaka 2024, mm. African leading tourist attraction ongelea mlima Kilimanjaro mm. ni kivutio bora cha Serengeti, mbuga Serengeti, mbuga Serengeti Afrika, Serengeti mbuga Serengeti National Park hata eh, bodi yetu ya utalii hmm. kwa hiyo kuna mafanikio mengi sana ambayo tumeyapata kama nchi, lakini sasa ni nani ambaye analeta hiyo kitu waongoza watalii unajua, mm. eh? Yani, wao ndio ambao wanacheza I mean, wana play part kubwa sana ya kuweza kufikia mpaka mpaka haya ma, mafanikio ambayo tumeyapata mm. kwa hiyo, kwa kulitambua hilo, sisi kama Tanzania Tour Guide Awards Foundation tukaanzisha ile feed I mean, Tour Guide Awards, ni lengo kusudi kuweza ku kuhana, tunasema kuitambua kazi nzuri ambayo inafanyika na na waongoza watalii na kuwapa motisha. Unajua mm. mtu ukionekana kama umefanya kitu kizuri watu waka appreciate, nadhani, kidogo inaongeza, ina morali ya kazi mm. Kwa hiyo ndo lengo kubwa la sisi, na pia watu wapate room ya kujifunza kutokana na hizi kama field challenges, kwa sababu watu wanajifunza. Kwa hiyo ndo maana mm. tukaanzisha mwaka 2016 mpaka leo ni mwaka wa kumi. Nafikiri meneja ataongelea utaratibu ulivyokuwa, lakini mimi kama judge labda niongelee ile process ambayo yeah. tumekuwa tukiifanya mm process ya kwanza ni nomination, yani tulitoa matangazo, kwa hiyo waongoza makampuni individual wakawa wamekuwa nominated, nadhani na tulipata watu kama 346 kwa mwaka huo, kwa mwaka huo ambao wamekuwa nominated na makampuni yao na na watalii watalii pia wana nominate, mtu mtu anaona fulani na anafaa na nominate, kwa hiyo mm. tulivyoletewa wale, tukawafanyia screening ya kutosha kabisa eh, tukakuta tuka tunapata 50 ham, ambao ni bora, badala ya screening yetu 50 au akasema hawa ndio wako vizuri kabisa, then tukawafanya sasa interview in person mm, pamoja na hizi background check unajua, tuwa guide ni ambassador, unaweza <laughs> kumtangaza mtu ni guide bora wa mwaka wakati ana background mbaya, si ndio? Kwa hiyo tunafanya mm. ile background check. Baada ya background check tukapata watu kumi ambao leo mimi ndo nitakwenda kuwatangaza ambao ndio tutakwenda nao Safari Field Challenge mm. kwa siku 14 kuanzia tarehe moja kwa no, siku kumi na nne, yes. Kwa siku kumi na nne kule sasa, tutakaa nao sisi kama majaji, tunawaangalia jinsi wanavyofanya. Yani sisi tunakuwa majaji lakini kama watalii vile mm. Yani pia mimi ni mtalii kabisa yeah. Kuona, kuangalia unavyo behave ile ethics, jinsi unavyotoa historia, make guiding interpretation yeah. Zile skills zako. Kwa hiyo mimi nitakuangalia tabia zako, kwa tutakaa nao kwa siku 14 hata usiku story unavyopigia wengine wanapiga kamba <laughs> Utalii ni funny. Kwa hiyo watu wamechoka huko kufanya makazi, wanakuja ile mambo ya, kwa hiyo tutaka nao then tutakuwa na challenge nyingi tu tukiwa porini, challenge za kujua ndege, mambo mm. ya kuendesha magari, mambo ya walking safari. Kwa hiyo tutakuwa na challenge nyingi sana ambazo tutakuwa tumeziandaa mwisho wa siku tutapata sasa wale mwongoza talii bora wa mwaka. mm -hmm. Yes. Imekuwa ni, mm -hmm. Im, ni miaka kumi ya namna gani? Imekuwa ni miaka kumi ya ku evolve na kuimprove mm -hmm, na mpaka, mm -hmm, tumefikia awards nyingi zinaweza zikawa zina mambo ya kura na nini ambayo, mm -hmm, lakini ukiangalia kama alivyosema mwalimu mtalii, mwongozo wa talii anakaa na mgeni kwa asilimia 95 katika hii asilimia 9 ya muda wa mgeni anafanya nini hasa? Kwa hiyo hiki anachokifanya ndo kinaenda kutestiwa kwa sababu ni, ni kazi ya vitendo zaidi. Kwa hiyo tumefikia hapa a, tukiwa tuna miaka kumi sasa, tunasherekea, lakini kwa hii miaka kumi tuna kauli mbiu yetu ambayo ni 10 anniversary inspired by President Samia. na kwa nini imekuja inspired by President Samia Ashume, rais kwenye utalii, ukiangalia value chain ya utalii guide anaonekana ndo yuko chini kabisa, yani huko juu anaanza travel agency, tour operators juu, reservations then unamkuta mtu wa mwisho anayekabidhiwa mgeni mm -hmm. ni tour guide ambaye muongozo wa talii, lakini sasa rais alivyofanya ile the Tanzania, the Royal Tour mm -hmm. angeweza kukaa ofisini akafanya kama yeye ndo tour operator then yule mgeni wake akamkabidhi kwa guide wake, kwa mwongoza watalii. Mwongoza watalii akampeleka labda ni waziri au nani, akampeleka kule porini hmm. Lakini Mheshimiwa Rais akaamua yeye mwenyewe ashike ile hmm. nafasi ya mwongoza watalii kuonyesha ni jinsi gani ile nafasi ni nyeti kwa nchi hmm. kwa sababu huyu mgeni hajaona, hajaonana na mtu yote, hata waziri hajamwona, lakini mwongoza watalii ndo ambaye amemwona. Kwa hii inamaanisha mwongozo wa watalii, zile tabia za mwongozo wa watalii ndo mgeni yule anavyoondoka, anajua hizi ndo tabia za Watanzania, yeah. Kwa hiyo yeah. Mheshimiwa Rais akaamua kuonyesha tabia ya Watanzania ikoje, yeah. Na ndo maana miaka kumi hii tunasema inspired by President mm. Samia sasa sasa, tuliambia bwana, wako kumi walishapatikana, na ni vizuri pia tukaona au kumi ni kina nani. Nimefichwa hapa, nimekaa pembeni, lakini kuna ndugu yako. Sawa, tuende kazi, tupe list wao. Ndawatangaza wale finalist kumi ambao watakwenda Safari Field Challenge. Wa kwanza anaitwa Agape Malejaki huyo hapo, huyo hapo. Tunayemwona mbele yetu Agape Malejaki mm -hmm. Anayefuata Anayefuata ni Benjamin Kipenya Kipenya, eh, yeah. Benjamin uh -huh. Anayefuata Daud Peter Molel yes. ah, Bwana Molel. Mm huyo -hmm. ni Bwana Molel. Wanne ni Ebeneza Mnyenye mm -hmm. Ebeneza Mnyenye uh -huh. Watano watano anaitwa Salim Salum Salim. Salim mm huyo -hmm. Ndo watano yeah. yes. Anaefuata anaitwa Emmanuel Kamara. Mm. Sifikile Kamara wa Yanga, huyu ni Emmanuel Kamara. anafata Anafuata Francis Makuru, mm -hmm. Francis Makuru. Kuna Gaspar Mshumbue. Mm. Yeah, tuna Gaspar Mshumbue jina wetu. Na Neema Ngoi Ngoi, na wadada wapo safarini Rufina Mark William, mdada mwingine. Kwa hiyo tuna wanaume saba na wadada watatu. Anachimbika atakufa jitu. Orodha hii ni kwa mara ya kwanza mnaitangaza? Leo ndo siku ambayo tume koi ni kabisa. Tunashukuru sana, mmetupa heshmaadaniya safi sana yes. kwa hiyo hapo tunatafuta washindi wangapi eh? Kwa hapa kinachofuatia sasa hivi mm. Hawa ndo kuanzia tarehe mbili hadi tarehe kumi na sita April wataenda porini na hapa watafanya ka kwa vitendo. Hao wote tayari ni washindi mm, yeah. yani, this is Tanzania's finest kwenye waongoza watalii mm. kwa hiyo kinachoenda Kuhu. kuoneka, Kuhu. Eh, kinachoenda ni kuonyesha tu mawili matatu ambayo judges watayaona ya ambayo yatamweka mtu kwenye nafasi nzuri zaidi. Kwa hiyo hapa tutapata mshindi mmoja ambaye ndo atakuwa Best Safari Guide of the Year 2025, mm. Yes, na Watanzania wataona kupitia Azam TV, uh, kuanzia episode ya kwanza mpaka ya mwisho, uh, hii ni reality show kinachofanyika porini. Watanzania wataonyeshwa ili mm -hmm. Na wao wajionee, hatuna haja ya kuficha nani mzuri. mm -hmm. Nani atakuwa bora? mm -hmm. Watanzania wenyewe watakuwa wana uwezo wa kujionea na uhalisia mm -hmm. unaonekana, sio maigizo, gari inakwama sijui na, yeah, so, so yeah. na, na changamoto zile ambazo wanapitia pia hao waongoza utalii, na tutakuwa tuna elimination. Tunaokmkuwaga mashindano. Sio kwa ubaya, lakini asante kwa kushiriki. Tunatakia kila la heri. Tunatakia pia hao wataalamu ama tour guides 10. Kila la heri mm. Kwenye kwenda kuonyesha vipaji vyao, lakini kuonyesha kile ambacho Watanzania tumejaliwa, yeah. Ni eneo la kuongoza watalii. Kwa hiyo sisi tupo, tutakuwa tunafuatilia live mtakapo napata nafasi pia tutakuja, karibuni sana na uzuri Safari Field Challenge imekuwa ikionekana kupitia Azam Sports 1 HD pamoja na UTV kwa nyakati tofauti tofauti, kwa hivyo hayo yote utayashuhudia kupitia chanel hizo za Azam mm. Karibuni. Tunapokamilisha sasa uh, mwaka, kwa mwaka huu kuelekea uh, Aprili tarehe mbili ambayo uh, tunaanza rasmi mm-hmm. kile ambacho mnaenda kufanya ni upi uh, wito wenu? Okay. wito wetu ni kuungwa mkono uh, kwa wadau wote wa utalii kwa sababu lengo kubwa sio tu kutoa tuzo, lakini ni kuwajengea uwezo hao waongoza watalii ili watuwakilishe vizuri. Kwa hiyo tunawakaribisha. Kwa vile ni kipindi katika televishen, kwa hiyo watu wote ambao wanaweza wakakidhamini kipindi hichi tunawakaribisha ili kiweze kufika mbali. Na kwa vile hii ni miaka kumi tuweze kupiga kelele zaidi mm. na kumsherekea mm. Mm. Kwa sababu anasema mcheza kwao hutunzwa. Kwa hiyo japokuwa wageni ni watu wanaotoka nje kuja kwao, kwa hiyo mm. always mgeni um, mm. nani mwongoza watalii anakuwa nyumbani mm. kwa hiyo lazima tumtunze. mm. yeah. shukrani <laughs> <maliza. Hame> <laughs> yeah. sana amemaliza. tunawashukuru sana tunawatakia kila heri pia. Uh, katika shindano la mwaka huu elfu mbili ishirini na tano